Kingineo, changamoto imetolewa kwa viongozi kaunti ya Taita Taveta kuhakikisha raslimali mbalimbali ikiwemo madini na wanyamapori zinawafaidi wakazi wa eneo hilo. Katika kikao cha kujadili namna ya kuendeleza maendeleo kilichoandaliwa mjini Voi, wana wanaharakati na wakazi kaunti hiyo wanasema kwa sasa raslimali za madini na mbuga ya wanyamapori ya Tsavo bado hazijawanufaisha inavyostahili. Wakati huo huo, akisema viongozi kaunti hiyo meshindwa kutatua matatizo yanayowakumba wakazi swala la ukosefu wa maji katika eneo bunge yote manne ya kaunti hiyo. Watalii wanakuja, wanatembea, wanatuacha pesa, lakini hiyo pesa yote katika kaunti ya Taita Taveta haifaidi Wataita Taveta residents. Na ingine, tuna maji mengi katika Taita Taveta kaunti maana Mombasa ndio tunaifidi na maji, lakini wakazi wa Taita Taveta wenyewe maji hawafaidi, wanapata shida ya kuzunguka na mitungi kutafuta maji. Lakini kitu hatuna ni maji, na kitu kingine kinatusumbua pia ni human wildlife conflict. Lakini tukipata maji Taita tunaweza katoa lishe ya kutosha, na saizi Taita tuko na njaa, hata huwa tunapata chakula ya msaada. Na tukizungumzia kuhusu njaa ni ni kidonda sugu ambao kinatusumbua kabisa, kwa sababu nabara kwamba kwa viongozi wetu tuna njaa, especially Taita Taveta tuna njaa ya uongozi bora.